mambo vipi karibu sana katika chaneli yetu hakikisha umsubscribe leo nimekuletea njia mpya kabisa ya kufuatilia mawasiliano ya mtu wako wa karibu za mpenzi au mtu yoyote kabla ya yeye kufahamu au bila yeye kufahamu lakini kabla tujaendelea hakikisha umekatikachaneli hii lakini pia nataka nikupe angalizo na tahadhari kubwa kweli hii njia ni ya uhakika ambayo ni mpya kabisa haijawahi kutumika Tanzania sehemu yote ile lakini ni kinyume na sheria kuangalia mawasiliano ya mtu bila yeye kufahamu lakini angalizo la pili ni kwamba kama una presha unampenda mtu huyo lakini uh, humwamini ni bora usifuate njia hizi kwa sababu kuna uwezekano wa kumpoteza utaujua ukweli wote bila yeye kufahamu kikubwa zaidi kuwa mtulivu sikiliza nafuata maelekezo mwanzo hadi mwisho hakika hii njia imekomboa wa watu wengi sana nau itakuwa miongoni mwa watu ambao wanakwenda kunufaika kwa sababu ni njia mpya na haijawahi kutumika sehemu yoyote ile ni njia ambayo nimekuletea kwanza kabisa kabla sijaenda moja kwa moja inategemeana na simu ambayo unatumia kuna kodi ambazo zinatumika kwenye simu za button lakini pia kuna kodi ambazo zinatumika kwenye smartphone. lakini pia kuna app ambayo ni ya bure ambayo utaitumia kama mbadala endapo hizi njia zitakataa sikiliza mwanzo hadi mwisho hizi ni kodi muhimu sana kuzijua wewe kama mwanamitandao sikiliza mwanzo hadi mwisho karibu ujiunge nasi katika grupu letu kuna namba tumeziweka hapo lakini pia tumeweka um, ambapo utajiunga nasi moja kwa moja kabla sijakupa kodi za kufuatilia mawasiliano ya mtu kwanza ngoja nikupe kodi ambazo wewe utajilinda na simu yako wewe utajilinda na simu yako ili asije akakutraki ama usije ukatrakiwa na mtu yoyote yule tunaanza kabisa na call simu kuelekezwa kwa namba nyingine All calls, yani kama unataka uh, calls zako zote ziende kwenye namba nyingine unapiga nyota nyota ishirini na moja nyota unaweka namba yako um, unaweka namba ya simu ambayo calls zitakuwa zinakwenda katika simu hiyo alafu unabonyeza lel leli una piga okay maana yake hapo namba zote ambazo zitakuwa zinakupigia zitakuwa zinaenda kwenye namba hiyo hazitokuwa zinaingia kwenye simu yako ya pili kabisa. Kama upo bize, piga nyota nyota stina saba nyota halafu weka namba ambayo unataka ziende simu zako. Maana yake ukipigia wewe zitakuwa zinakwenda huko, wakati ambao utakuwa uko bize, ndio unaweka, unapiga nyota nyota sitina saba nyota, unaweka namba ya simu alafu leli. Ukiwa kwenye simu nyingine close itaenda kwenye hiyo namba. Kama namba yako haipatikani au haijajibiwa, yaani mtu anapokupigia lakini asipate majibu, basi itafuadiwa tena kwenda sehemu nyingine. Cha kufanya utabonyeza nyota nyota stina moja nyota kisha utaweka namba ambayo unahitaji iende kwingine Yani utaweka namba ambayo itapokea simu zako tofauti na namba yako muda ambao haupatikani, muda ambao haupatikani. Unajua kabisa hapa kuna simu za muhimu ambazo inahitaji na, na zitakuwa zinanitafuta, basi utakachokifanya ili kuforward call zako ama kuhamisha simu zako ziende sehemu nyingine, utapiga nyota nyota 62 nyota, kisha utaweka namba ya simu utaweka leli kisha utabonyeza ukee okay. simu ikiwa imezimwa au mtandao jau au una shida yoyote basi simu zako zote zitakwenda huko sikiliza kwa makini ndugu sikiliza kwa makini lakini kufuta hizo setting zote ambazo nimekuambia za call of forwarding kufuta setting zote za call of forwarding ambazo nimekutajia hapo juu kama unahitaji kujiondoa utabonyeza leli leli zilo zilo mbili leli hapo maanayake utaondoa zote ambazo uko umeziweka lakini next step um, inayofuata inaitwa kuzuia simu au maana yake hii ukiseti uh, uki hiikitu naokwenda kwa kufundisha hapa au uh, ukitumia kodi hizi maana yake sms wala simu ambazo zitaingia kwenye simu yako, lakini pia una uwezo wa kuzuia simu zisitoke kutoka katika simu yako, yaani huwezi kumpigia mtu wala hawezi kukupigia. Okay, kuzuia simu ambazo zinatoka kwenye simu yako kwenda nje, maana yake kuzuia laini yako usipige simu yoyote, utabonyeza nyota tatu tatu nyota sifuri sifuri sifuri maana yake sifuri sifuri zinakuwa nne, nyota tatu tatu sifuri sifuri nne, kisha leli. Nadhani hapo umenipata, nyota tatu tatu sifuri sifuri nne leli, hapo utakuwa umezuia simu zako zinazotoka kwenye simu yako hazitofanya kazi kabisa. Lakini pia kuzuia kuzuia usipigiwe simu, ukitaka kuzuia mtu yoyote yule asikupigie simu, piga kodi hizi nyota 35 nyota 004 kisha leli. Ukitaka usipokee simu za aina yoyote kwenye simu yako, piga nyota 35 nyota 004 leli. Maana yake hapo, hata apige kutoka wapi, simu zako, simu yako ataambiwa haipatikani na itajikata na hatoambiwa chochote maana yake hatokupata, lakini pia kuna njia za kuzuia SMS. Unaweza ukazuia mtu yoyote asikutumie SMS. Kuna ule muda umetulia tu hautaki usumbufu kutoka kwa mtu yoyote na hautaki kelo za aina yoyote, basi kama mtu umemchoka na unaona ah, mbona kama anantumia SMS sana ananisumbua huyu mtu. Kuzuia SMS zisiingie kwenye simu yako. Kuzuia SMS zisiingie kwenye simu yako, piga namba zifuatazo: nyota kumi na saba nyota sifuri sifuri nne kisha leli. Hiyo ni kuzuia SMS. Maanake ukitaka kuzuia SMS kuingia kwenye simu yako, piga nyota kumi na saba nyota sifuri sifuri nne kisha leli lakini pia kama unahitaji um, simu yako isitoe SMS, labda muda fulani uh, umekaa na mtu na pengine anachezea simu yako, na unahisi atatumia vibaya iza kutumia watu message na hapa na pale, basi ili SMS zisitoke kwenye simu yako, piga nyota kumi na sita sifuri sifuri nne leli, nyota kumi na sita nyota sifuri sifuri nne alafu malizia na reli hapo, tayari utakuwa umezuia aa, simu hizi. Ni kodi ambazo nilikuwa nakupa kuzuia simu zisiingie kwenye simu yako wala zisitoke, lakini pia kuzuia SMS zisiingie kwenye simu yako wala zisitoke. Sasa namna ya kuondoa, nisikilize kwa makini. Baada ya kuwa umeseti aa, ukitaka sasa nirudi, na unakurudi hewani, unataka kuwasiliana na ndugu, rafiki na jamaa basi tumia kodi hizi, ukitaka kurudi hewani, tumia kodi hizi kuondoa kolo bearing hiyo, utabonyeza leli tatu tatu nyota sifuri nne kisha leli. Kuondoa kolo bearing ambapo ni kuzuia SMS kuzuia watu wasikupigie, piga nyota pigia, sorry bonyeza leli tatu tatu tatu, nyota sifuri, sifuri nne, leli piga ok. Hapo utakuwa umemaliza, lakini kuna ishu nyingine hii hapa, call waiting pale. Uh, mtu anapokupigia simu kisha anasikia anaambiwa kwamba mtumiaji wa simu unayempigia anaongea na simu nyingine, yaani kusubiri simu nyingine ukiwa kwenye call hii Haina mzunguko sana yenyewe, ni kodi nyepesi sana kuiseti hii um, option ya call waiting bonyeza nyota arobaini na tatu leli, very simple, unakuwa umemaliza. Bonyeza nyota arobaini na tatu leli very simple, tunakuwa tumeua biashara ukiwa kwenye kolo haito haitosema kama unatumika ila itasubirisha kuzima hii option. Kuzima hii option au kuondoa hii huduma, piga leli 43 leli hapo, utakuwa umemaliza. Kuna utofauti, nisikilize kwa makini, kuweka ni nyota 43 leli, kuondoa ni leli 43 leli. ukipokea simu mpya wa kwanza atakuwa utakuwa umemsubirisha. Maana yake ukipokea simu mpya wakati unaongea, alafu simu ikaita, ukipokea yule wa mwanzo utakuwa umemsubirisha. Ndio ipo hivyo. Okay, twende kwenye next one, inaitwa color ID, kuficha namba yako. Hii inaitwa color ID, color, sorry. Color ID. Kuficha namba yako kama uh, unahitaji kumpigia mtu lakini hautaki aione namba yako, aidha ni mtu ambaye mna madeni na nini, halafu wamegoma kabisa kuokota simu zako, lakini sasa umesema ngoja ni mtafute akiwa hafahamu mimi ni nani. Weka kodi zifuatazo kwenye simu yako, bonyeza kodi zifuatazo ili upige bila kuonekana kwamba hii ni namba ya mtu fulani, piga reli thelathina moja leli, weka namba yako leli, thelathina moja leli, kisha weka namba yako, maliza na leli. Hapo tayari unakuwa umemaliza Inafaa sana mtu uh, kama unamdai alafu unampigia, au hii inasaidia kwelikweli. Maana yake ukimpigia hata na simu yako, um, tumia hiyo, utakuwa umefanikiwa. ili kurudishai um, zako zibaki kama kawaida, yani kurudisha zako zote ambazo pengine umeziweka kwenye simu yako kama vile um, call forwarding Call waiting, call barring, zote kwa pamoja yani unataka kuondoa sasa simu yako ibaki nomo ama line yako ibaki nomo piga kodi leli leli zilo zilo ne leli piga kodi zifuatazo leli leli zilo zilo ne, leli hapo utaondoa kodi zote na kupa uh, bonus tip au ninakupa nakupa uh, mafunzo la mwisho ambalo ni kama bonus ama offer. Unataka simu yako ionekane haipatikani bila kuzima je <laughs> Very simple. Very simple. Yeah. Unataka simu yako ionekane haipatikani bila kuzima basi fanya process ifuatayo fanya forward kwenye namba ambayo haipo mfano nyota stina mbili nyota zilozilo zilo, tatu kisha leli siu mtu akipiga atasikia namba unayopiga haipatikani kwa sasak Very simple. Very simple. Okay? baada ya hapa twende moja kwa moja kule ulikokuwa unakuhitaji kwenye kuangalia simu za mtu wako wa karibu bila yeye kujua nadhani somo la kwanza hili umelielewa sasa twende kwenye somo la pili ili uweze kujua ni namna gani unaweza kutraki simu za mtu wako iwe ama kupiga na hakikisha unazingatia kodi kwa makini sikiliza mwanzo hadi mwisho kwa wale ambao mnataka kutraki kupitia simu ya button. sikiliza maelekezo haya tafadhali bonyeza nyota ishina moja nyota halafu weka namba yako ya simu ambayo unahitaji iwe inapokea sms au calls za huyo mtu ambaye unataka kumtai ukishaweka namba hiyo unabonyeza leli alafu unabonyeza ok italodi hapo na tayari utakuwa umeunganisha huduma hiyo sikiliza kwa makini utabonyeza nyota ishirini na moja nyota utaweka namba yako ambayo itakuwa inapokea sms pamoja na simu ambazo amepigiwa ili uwe unapata message zake na simu ambazo amepigiwa lakini hapo utamaliza kwa kubonyeza leli baada ya kuweka namba yako hiyo utabonyeza leli kisha utabonyeza ok kama vile ukiwa unapiga na hapo utakuwa umeunganisha lakini zingatia hili hii hivyo na kodi hizi utaziweka kwenye simu yake kodi hizi utaziweka kwenye simu yake sio kwenye simu yako kumbuka hilo ukiweka kwenye simu yako alafu ukaweka namba yake maana yake zitakuwa zinaenda kwenye namba yake na haziji kwako zingatia hilo nafuata maelekezo mwanzo hadi mwisho endapo kama utakuwa umechoka kupata utachoka kupata calls zake hakikisha unabonyeza namba hizi kuondoa huduma hiyo ukitaka kuondoa huduma hiyo unabonyeza namba zifuatazo. Kuondoa utabonyeza leli leli ishina moja leli, utabonyeza leli leli ishina moja leli. Hapo utakuwa umeondoa kwenye huduma hizo. Kuna kitu kimoja nilisahau kukuambia, kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana. Endapo kama wewe unataka kujua kama umeunganishwa au haujaunganishwa, tafadhari tumia kodi hizi kufahamu kama namba yako kuna mtu anafuatilia, kuna mtu anata, anaangalia SMS zako, kuna mtu anapokea simu zako bila wewe kufahamu, anasikia maongezi ambayo unaongea na watu wengine. Bonyeza namba zifuatazo kujua na kama, yani kujua kama umeunganishwa tafadhali uh, bonyeza nyota leli stini na moja leli Alafu utabonyeza k okay. Hapo utaletewa kipengele hichi ambacho kuna call, call forwarding hapo. Utaangalia utaangalia SMS forwarding, yani utaangalia vipengele vyote, kama zote zimeandikwa noti forwarded noti noti forwarded, basi hapo ha utakuwa umejihakikishia kwamba call zako hazifadiwi kwenda kwa mtu yoyote, wala SMS hazifuatiliwi na mtu yoyote, bali ni wewe mwenyewe baada ya kukamilisha hili nataka tutoke hapa tuende kwenye kipengele kinachofuata cha smartphone. nataka tuende kwenye kipengele cha smartphone. kwa wale wenye simu kubwa simu janja kwa, kwa upande wa smartphone ni kwa watumiaji wa smartphone simu za androidi. lakini simu za iphone hakuna kodi kwa sasa lakini nalishughulikia hilo ili nanyi mpate huduma hii hakikisha kwanza kwenye channel hii hakikisha ume comment kama una swali lolote hapo chini ili nijue tunafanyaje ili kama una changamoto yoyote nikusaidie haraka iwezekanavyo kwa upande kodi ni kama ifuatavyo utabonyeza nyota leli moja nyota utaweka namba yake hii itatumika kwa upande wa simu yako hii ni tofauti na kule kwenye button nadhani uh, unanielewa hapa utaweka kama ifuatavyo lakini hakikisha ni kwenye smartphone na iwe ni kwenye simu yako hii ni tofauti kidogo na simu za button, hii ni tofauti kidogo na mbinu ambayo nilikuwa nakupa hapo awali mbinu hii utatumia kwenye simu yako binafsi uh, utabonyeza nyota leli stina moja nyota utaweka namba yake ya simu iandike vizuri na kwa ufasaha kabisa kisha baada ya kuandika namba yake ya simu utabonyeza leli ukishabonyeza leli bonyeza ok hapo utakuwa umemaliza utaona sms na simu utazisikia simu ambazo anapigiwa na rafiki ndugu na watu wengine halafu baada ya hapo kuna aina nyingine tena ukiona hiyo mbinu imegoma au njia hii imekataa tumia njia ifuatayo njia hii pia ni muhimu na ni bora zaidi utabonyeza nyota siti mbili nyota halafu utaweka namba yake ya simu ambayo utakuwa unapokea simu zake lakini sio kwamba unapokea wewe na maanisha utakuwa unasikiliza maongezi yake na utapokea sms ambazo wanatumiwa na watu wengine utabonyeza nyota stina mbili nyota namba yake ya simu halafu utaweka leli utabonyeza ok hapo utaanza kufuatilia mawasiliano yake bila yeye kufahamu kuondoa huduma hii kwa upande wa uh, kuondoa huduma hii utabonyeza leli sti mbili leli kuondoa huduma hii utabonyeza leli stina mbili leli fuatilia uh, kwa umakini kabisa na kama hiyo njia itakataa basi uh, kuna baadhi ya simu unakuta zina changamoto utatumia njia nyingine hii hapa ni njia bora zaidi ambayo imewasaidia watu wengi wale ambao simu zao zina asili ya kubagua kodi utatumia nyota stina saba nyota halafu utaweka namba yake utamaliza kwa kubonyeza leli utabonyeza nyota stina saba nyota halafu utaweka namba yake na utamaliza kwa kuahalama ya leli hapo utabonyeza ok utaanza kupata calls na messages zake na ukitaka kuondoa huduma hii utabonyeza leli stina moja leli au utabonyeza leli stina mbili leli na hapo utakuwa umeondoa na njia ya mwisho kabisa ambayo nataka nikuelekeze siku ya leo ni njia ya namba zifuatazo tumia kodi hizi pia kama simu yako itakuwa imebagua zote hizo utatumia hii hapa utabonyeza nyota tano tano stina nane sabina tisa leli alafu utaweka namba yake na utamaliza kwa alama ya leli utabonyeza nyota tano, tano, stina, nane stinane sabina tisa leli alafu utamaliza kwa kuweka namba yake ya simu ukishaweka namba yake ya simu malizia na halama ya uh, leli hapo uh, utakuwa umemkomesha na utasikiliza mesejiza, utaangalia message zake utasikiliza calls zake na jinsi ya uh, kufanya kabla haujaondoka naomba ni kuombe kitu kimoja kama ni mwepesi wa roho kama sio mgumu wa roho jitahidi usiangalie video hii jitahidi usitumie kodi hizi kama wewe ni mwepesi kama wewe sio mgumu basi usitumie kodi hizi hizi kodi zinatumiwa na wagumu tu watu ambao wanaweza kuhimili yale ambayo watayaona na yale ambayo watayasikia tafadhali chukua hatua.